Simba hivyo, sioni sai Simba ya kufungwa goli mbili. Simba ndani kuna Mpanzu, Simba ndani kuna Adurasak Hamza, ndani kuna Musa Kamara, Simba ya kufungwa goli mbili sifuri, Simba hiyo haipo, na hili halihitaji halihitaji ramli kubwa, linahitaji historia fupi tu. Tumeanza safari yetu na al -ahali Tripoli. bila bila, nyumbani kwao toka mkaanga tatu moja, Benjamin Mkapa, tumeenda kwenye group stage mechi za ugenini na kutajia naambavo, simba tumefanya ukatili mkubwa ugenini safari hii. Tulianzia Constantine tukafungwa mbili moja, tukaenda Sfaxien tukashinda mbili moja bila, tukaenda Angola, sare ya moja moja, tukaenda Misri tukafungwa mbili bila, nyumbani kwetu tukarudisha mbili, tukaenda kwenye matuto. Kwa mimi sioni simba ya kwenda kutawaliwa Afrika Kusini, siyoni simba ya kwenda kufungwa bao mbili bila Afrika Kusini. Simba hiyo, ndugu zangu waandishi wa habari, ninaohakikishia Simba hiyo haipo na mnyama anakwenda fainali. Mechi zote mbili za hatua ya, ya, ya, ya nusu fainali, hakuna hata timu moja ambayo imepata walau goli moja katika timu zote nne na mechi zote mbili. Hii ni dhahiri shahiri ya kwamba hii ni hatua ngumu kweli kweli, ambapo utakachokipata hauna budi kujipongeza, kumshukuru Mungu na kujipanga kwenda kumalizia kazi katika mechi inayofuata. Matarajio na matamanio ya watu ilikuwa ni kupata ushindi mkubwa, kwa maana ya magoli mawili matatu na kuendelea. Hiyo ndio ilikuwa hitajio la watu goli moja wanaona bado halijawakata kiu. Lakini mimi niwaambie wana Simba, goli hili hili moja ambalo tumelipata leo hapa uwanja Amani litatupeleka fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Ni kazi kubwa vijana wetu wameifanya, wanastahili pongezi, na wala mwanasimba asiingiwe na ubaridi ya kwamba tumepata bao moja basi shughuli yetu imeishia hapa. Mimi niwaambie wanasimba, goli moja tulolipata katika mechi ya leo lina maana kubwa mno, lina umuhimu mno ni goli lenye thamani kubwa mno na ni goli ambalo litatupeleka fainali ya Afrika msimu huu. Watu wala wasiwe na wasiwasi, hawa sio aina ya wapinzani wa kumnyima Simba fainali ambayo tumeisubiri kwa zaidi ya miaka 22. Hawa wapinzani sio wapinzani wa kutufanya sisi tukakatisha safari yetu ya mafanikio ya kwenda fainali. Hawa ni wapinzani ambao wako ndani ya saizi yetu kabisa, na tulichokipata leo kina maana kubwa kwa